Wote tunafahamu kwamba tutakuwa na michuano mi ya kuania Kombe la Mataifa huru ya Afrika AFCON 2025 ambayo itafanyika nchini Morocco, kuanzia tarehe 21 ya mwezi Disemba mwezi huu hadi Januari tarehe 18 mwakani 2026, na hii ni mara ya pili kwa wale mnaofuatilia kwa nchi hiyo kuandaa mashindano haya tangu yalipofanyika mwaka 88, yeah. Ndugu waandishi wa habari, kama ulivyo utamaduni wa shirika letu TBC, tutarusha matangazo mbashara ya mechi hizo na tumefanikiwa kupata mechi 32 eh, kati ya mechi zote zitakazochezwa, na tutarusha mashindano haya. Tutakuwa na watangazaji wetu mahiri ambao mnawafahamu kwa lugha ya Kiswahili. Ni pahala ambapo na ni fursa ambayo eh, pia timu zetu za Afrika zitaonyesha vipaji e, mbali mbalimbali e, vya wachezaji wanaocheza ligi mbalimbali duniani, na ni tamasha ambalo tunaamini kabisa linakuwa ni fursa kwa Waafrika kutafakari, e, kuhusu changamoto za bara hili ambazo tunazifahamu, ambazo e, zimeathiri e, amani, maendeleo ya bara kwa ujumla. Morocco pale ni jirani sana na nchi kama Libya ambayo tunafahamu yaliyotokea e, Libya iliyokuwa taifa moja bora sana Afrika, viwango vya maisha viko juu sana lakini, ikajikuta kwa sababu tu ya maslahi ya wakubwa, Libya imetumbukia katika dhahama ambayo hadi leo e, tunaiona e. michezo pia ni ni, ni, ni njia moja nzuri sana ya ya kuleta amani ya kujenga umoja. Nikupe mfano mmoja tu. Afrika Kusini walikuwa na timu moja ya rugby, ile timu ilikuwa ni ya watu weupe tu, ilikuwa timu ya watu weupe tu lakini baada ya kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, ni timu mmojawapo ambayo ilisaidia sana katika kuwaleta weupe na weusi pamoja, na ikawa ni timu ya taifa iliyokuwa inashangiliwa sana na watu wa rangi zote Afrika Kusini. Kwa hiyo michezo na hasa michezo mikubwa kama AFCON, kusema kweli ni E, njia muhimu sana ya kupeleka ujumbe wa amani mwisho, e, kwa sababu ni kusanyiko kubwa, timu za nchi nyingi zinakuwa pahala pale na attention ya watu wengi inakuwa pahala pale. Tukiweza kupata namna ya kuweka ujumbe muhimu kuhusu amani, basi maanake ni kwamba watu wengi sana watauona ujumbe ule. Liberia ipo kwenye matatizo kwenye hmm, miaka 90 mtu ambaye alisababisha kuna ya amani Liberia ni George Oppong Weah.